Wasia uni twaji yatushikane na Qur'ani na chema chako kiza zikitupeleke peponi, wasia u ni twachia tushikane na Qur'ani, na chema chako kiza zikitupeleke peponi, wakati wa mateso ni bado uko kitandani, wakati wa mateso ni wa bado uko kitandani.

kizazi wa kakingi ni kukitoa duniani kuwavona ukatili tena usio na kifani, dhuria wake Rasuli wameweka matesoni, dhuria wake Rasuli wameweka matesoni

Leo tupo mateso ni kila pande duniani vita na umasikini nina kuachwa ujingani. Leo tupo mateso ni kila pande duniani vita na umasikini nina kuachwa ujingani.

Asante. Inshallah tukae, Uh, tukaye, tunashukuru katika majilisi yetu kwa wale wageni ambao wameweza kutembelea kama nilivyotangulia kwamba tumekuwa na wageni mashehe yetu kutoka Iran ambao inshallah mmoja wao atachukua fursa ya kuzungumza kidogo na vilevile tulikuwa na samati Sheikh Adnan kutoka Masjid Bondeni. Uh, naye tuko naye hapa, tungependa kumpe angalau dakika za kuhesabu atabaruku na majlisi haya ya wafati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Hi tutamkaribisha samati shekha